Wakati dunia inakukimbiza. Wakati muda unaenda kasi. Wakati kila mtu anaonekana kuwa mbele yako na wewe unaanza kuhisi kama umechelewa. Kumbuka, si kila anayekimbia yuko kwenye njia sahihi. Na si kila aliyeko nyuma amepotea. Dunia hii imejaa mashindano ya mwili, lakini wachache wana mashindano ya roho. Usiruhusu kelele za dunia zikupotezee sauti ya utulivu ndani ya moyo wako. Kumbuka, jambo la kwanza kila kitu kina wakati wake. Allah anasema katika Qur'an, kila kitu tumekiweka kwa kipimo. Wakati mwingine unahisi kama hakuna kinachoenda sawa, lakini kumbe Allah anakutengenezea njia bora zaidi taratibu, kimya kimya. Kama mimea inavyoota chini ya udongo kabla hujaiona juu ya ardhi, ndivyo neema zako zinavyokuwa zinakuwa bila wewe kujua. Kumbuka jambo la pili, usipoteze uhusiano wako na Allah kwa sababu ya dunia. Watu wengi wanakimbilia pesa, cheo, heshima, lakini wanajikuta wamepoteza amani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, yeyote ambaye dunia itakuwa lengo lake, Allah atamvurugia mambo yake, na yoyote ambaye akhera ndiyo lengo lake, dunia itamjia yenyewe akiwa hana haja nayo. Siri ya mafanikio si kukimbia zaidi bali ni kukimbia upande sahihi kuelekea kwa Mola wako. Kumbuka jambo la tatu, utulivu wa moyo hauji kwa mafanikio, bali kwa dhikir. Wengi wana kila kitu, nyumba, magari, umaarufu, lakini wanashindwa kulala usiku, na wengine wana kidogo tu, lakini mioyo yao imetulia. Kwa nini? Kwa sababu wanamkumbuka Allah. Qur'ani inasema hakika kwa kumkumbuka Allah mioyo hutulia. Kama unahisi dunia inakukimbiza, kaa kimya, fumba macho, sema subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Utaona moyo wako unapata uzito mpya, uzito wa utulivu. Dunia itakimbia, watu watabadilika, mambo yatapotea, lakini usisahau haya mambo matatu: